Sasa naona huyu bwana Ngonyani anataka kunipanda kichwani huyu, yaani haiwezekani, anikute tu barabarani anaanza kunikaripia na kunifokea, mimi mtu mzima na mandevu yangu haya. Huyu ajui kama mimi ni mzee wa kijiji, eti. Sasa ngoja nitamwonyesha, ngoja nitamwonyesha bwana Marundi. Mimi nimekuja bwana mwenzio, nina kashida kadogo. Yaani huko mtaani sikai kwa raha mwenzio, yaani hapo mno navoniona nimechafukwa, nimechafukwa yaani nasumbuliwa. Kuna kijana ananisumbua mno, kila akinikuta ni matusi tu, yaani ni kunifokea ni kunikaripia. Yaani mtaa mzima wanajua kabisa sasa hivi mimi na yeye hatuongei vizuri. Sasa mimi nimekuja kwa ajili tu ya kunipa kale kadawa kakumkomesha kale eh, kanyodo kake kanakojifanya kwamba ni bingwa, sasa kaende kakaishe. Naomba tu kale kadao, bwana Marundi, naomba nisaidie kwa kweli. Bwana Matata, kama jina rako yani, sikiriza nikwambie, tatizo ulio naro ni tatizo dogo mno tu kwangu. Sikiriza nitakupa kadawa Hako kadawa, zingatia, unakwenda kukaweka katika mlango wa nyumba ya uyo kijana. Atakapo hamuka asubuhi, akivuka tupale mlangoni, akikisha, yani kwisha habari yake, ata saaudeni alaro kudai ataona ni kawaida, tena mtakuwa marafiki no Zingatea mashariti nitakayo kupa sasa. Kuwa tayari kwa mashariti, usije ukakosea. Wenipege tu bwana, nitazingatia. Sasa nitafanyaje? Nitazingatia tu, wenipege akokadawa bwana. Sharti namba moja, utakapotoa mguu wako hapa, hakikisha haugeuki nyuma mpaka utakapofika nyumbani kwa huyo kijana. Sharti namba mbili: sasa, ukiitwa na mtu yoyote njiani, usije ukaitika hata mara moja. Zingatia sharti namba mbili. Sasa sharti la mwisho, hakikisha unapoenda kuweka hiyo tawa hakuna mtu anayekuona. Kuona haya masharti, ukirivunja hata moja, utapata shida mno, kwa sababu itakuwa ni ngumu kurekebishika.